Niliwaomba mwanzo mliombea taifa letu, lakini pia naomba mwendelee kumwombea rais wetu. Wako watu ambao hawajui umuhimu wa nafasi ya rais katika nchi. Kuna watu wanafikiri rais akipata shida nchi haipati shida. Nataka niwaambie aliwahi kutuambia Baba wa Taifa kwamba unaweza kumtikisa mtu yoyote, nchi ikabaki tulivu, lakini ukimtikisa rais, nchi inatikisika. Tunaelewana hapo? Kwa ni lazima tumwombee rais wetu, tufanye kila linalowezekana kuona kwamba kila siku tunamwombea kwa Mungu afya njema, maisha marefu, lakini vile vile tumwombee busara na hekima ziendelee kumiminika kwake, lakini vile vile tumwombee Mungu aendelee kumsaidia kupata wasaidizi waaminifu wa kweli, waaminifu na wa kweli, kupata wasaidizi wanaoipenda nchi yetu kweli kweli, kupata wasaidizi ambao wanaumwa na maendeleo ya nchi yetu, kupata wasaidizi ambao wanatamani nchi yetu ibadilike iwe bora zaidi na zaidi na zaidi. Lakini vile vile tuyatumie maombi yetu kumwomba Mwenyezi Mungu ampe rais wetu macho ya tai, macho macho yanaweza kumfanya awaone watu wabaya, atambue watu wachonganishi, atambue watu wa fitini, atambue watu waongo, atambue watu wezi na atambue watu wasio waaminifu. Lakini vile vile tumwombe Mwenyezi Mungu afunge mageti ya Ikulu dhidi ya watu wabaya, yeah. Nataka kupitia maombi yenu watu wote ambao wana mawazo ya wizi, ubazilifu, yeah, uchonganishi, wenye mawazo ya damu za watu, wale ambao wanatamani vitu vibaya vibaya kwa nchi yetu, Ikulu waone hapaingiliki kwa namna yoyote ile wasitamani hata kusogea karibu na rais. Na ndio maana nimetaka nitupinye ni maombi yenu nyinyi, watu wote wanaoamini katika dini, tumwombee rais wetu. Na hapa kwenye shughuli hii ya leo, ikulu yetu kutoka hapa tulipo iko magharibi, ipo magharibi huko. Na ninaposema tumwombee rais na tufunge milango ya ikulu dhidi ya watu wabaya, wasipenye watu wabaya, wanaokwenda kushauri vibaya kwa rais. Nitawaomba tu, nitawaomba kwanza. Naomba mambo mawili. La kwanza, maombi haya ninayotaka tuyafanye lazima yaongoze na askofu. La pili, maombi ya kufunga milango ya Ikulu dhidi ya watu wabaya, tunataka rais wetu awe salama. Tunaelewana? Kwa hiyo maombi haya ya kufunga Ikulu yetu kwanza, tuelewane kwamba iko upande wa magharibi kutoka hapa tulipo, lakini maombi haya lazima yaongozwe na askofu. Lakini la pili, askofu atakayeongoza maombi haya tayari ameshuhudiwa moyoni mwake kwamba yeye ataongoza maombi haya. Naomba askofu huyu asogee hapa mbele. Baba askofu, tuongoze. Naomba maaskofu wote tusimame, mikono yenu ielekezwe magharibi, maaskofu wote, ambako iko Ikulu, kuifunga Ikulu yetu dhidi ya watu wabaya. Baba askofu, tafadhali ongoza maombi, Roho Mtakatifu ashuke kwenye Ikulu zetu zote kumlinda rais wetu.